O, oa, kuna challenge hapa tayari, kuna challenge hapa. Nataka niwape, ukiweza nakupa shilingi elfu kumi. Yaani nina shilingi mia tano. Hiyo shilingi mia tano natakiwa mgawane watu wa wawili. Sasa hiyo shilingi mia tano inatakiwa mmoja mzidi shilingi hamsini. Hiyo shilingi mia tano mtagawana shingapi shingapi, ila mzidi yyo, mm. mmoja mzidi mwenzie shilingi hamsini. Ili kusudi ienee hiyo mia tano. Mmoja mzidi hamsini hapo hapo nakuwa mia mbili hamsini, mia mbili hamsini. Ukiweka mia mbili hamsini nakuwa mia tano. Kama mwanayo nakuwa wako sawa, natakiwa mmoja mzidi shilingi hamsini. Hamsini. Eh. Ah, blaza hapo ni mechemka. Mechemka. Huyu eh, kashindwa kujibu atuende na huyu. Nani? Sasa hapo mjomba, Nina shilingi mia tano. mm -hmm. Nye mpo wawili mii nina shilingi mia tano nikawapa mgawane mm -hmm ila mmoja anatakiwa mzidi mwenzie shilingi hamsini, anatakiwa mgawane shilingi ngapi? Ah, yani ninavyoona mimi hapo jibu hakuna. Eh. jibu hakuna jibu hakuna. kwa nini jibu hakuna? ah, yani haiwezekani mjomba hapo. hmm. hmm. kwa nini? toa sababu. <laughs> <laughs> sababu 50 haipatikani mjomba, ujue mgawane mwingine mia tatu, eh. mwingine mia mbili. ukigawana mia mbili mia tatu na maana mmoja anamzidi mia, sasa inakuwa itakuwa kama mzidi mia. Sasa haya eh. Eh, ndugu yangu kuna challenge nataka nawe nikupe mm -hmm. na shilingi mia tano nikawapa, nikawapa watu hawa wawili mm -hmm. mgawane watu wawili shilingi mia tano mgawane watu wawili hiyo shilingi mia tano. uh -huh. uh -huh. shilingi mia tano nataka mmoja amzidi mwenzie am shilingi am shilingi amzidi mwenzie shilingi hamsini. Kwa hiyo nataka mgawane shilingi ngapi katika hiyo mia tano? Kwa hapo nataka kugawana mia mbili mia mbili hamsini mia mm -hmm. mbili hamsini ila tena hapo, mm. mwingine nataka kuzidisha, yani mm -hmm. hapo kama nataka kuzidisha mm. mmoja atakubali, ataku, kupungua mwingine apande. Ninachukua 300 mia tatu 200 yani mia mbili yani, uh, wazidiane tu hamsini, mmoja zidi hamsini yani ha, ha, ha, ha. kwa hapo hmm. ha, swali gumu, nimeshindwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, shanga tu. Bana, kuna swali hapo la kizushu naliweza lajmayani na shilingi mia tano hiyo e. shilingi mia tano mgawane watu hawa wawili, wawili. wawili. wawili. <laughs> na watu wawili sasa, hiyo shiringi mia tano watu wawili, mmoja mzidi mwenzie shilingi hamsini, natakiwa mgaane e, Amzidi tu hamsini Am, mwenzie mia mbili mia mbili eh. mm -hmm. mm -hmm. Hamsini atakiwa mmoja achukue mia moja hamsini eh. Akichukua mia moja hamsini ujue sasa mwingine zaidi atakuona. Kosea hapo hapo, nimechanganyikana jamani, ameshindwa. Kwenye comment moja, atoe hilo jibu, tumeshindwa huku eh.